Naam, ni mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ikiwa leo ni Februari kumi na sita mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Majaji wanaingia wakati huu, sauti ya koti imepigwa kwa sauti kubwa e, kelele za rais rais zinasikika hapa Mahakamani huku mwenyekiti eh, wa Chadema akiwa amevaa tisheti ya no reforms no election. Majaji wanaandika mambo fulani fulani hapa mbele. Eh, mheshimiwa Lissu pia anateta jambo na eh, wakili eh, Douglas Mainyila Michael Lugina eh, wapo mawakili kama ikoti Lissu na wengine wengi naam. Anasimama Renato Simkunde anawatambulisha eh, eh, wenzake na kusema wana mashahidi wawili wanaolindwa na wako tayari. Shahidi amesubiriwa kwa muda mrefu sana. Jaji anauliza eh, ameenda kutafuta nini huko? Basi eh, jaji anajibiwa kwamba yupo. Jaji anauliza shahidi ni nani? Renato Simkude anasema ni P2. E, jaji anauliza, shahidi una miaka mingapi? Shahidi wa kificho e, P2 anajibu e, kwamba ni Mkristo na e, shahidi P2 amefika na anajibu hivyo kwamba yeye ni Mkristo baada ya kuulizwa dini yake na jaji jaji anaendelea hapa, anamwapisha. Anasimama Renatus si Mkude, anasema huyo shahidi ataongozwa na wakili Ignas Mwinuka. Anasimama Ignas kuendelea, wakili wa serikali. Ignas anamuuliza maswali hapa. E, shahidi wa kificho P2: mimi naitwa P2, ni mkazi wa Matalawa, Songea, Ruvuma. Wakili anauliza Kazi gani unafanya shahidi? Pitu anasema mimi ni fundi umeme. Wakili nauliza wewe ni mfasi wa chama gani? Shahidi pitu anajibu mimi ni mfasi wa CHADEMA toka mwaka elfu mbili ishirini na moja. Wakili anauliza unajishughulisha ukiwa mfasi wa chama hicho? Shahidi anajibu huwa anajishughulisha na mikutano na kulipia michango. Wakili anauliza tujikumbushe tarehe nne mwezi wa 4 mwaka 2025 ulikuwa wapi? Shahidi anajibu nilikuwa manispaa ya Songea kwenye shughuli zangu. Nakumbuka nikiwa napitia mitandao ya kijamii nikutana na ujumbe wa Antipasi Tundu Lissu akiwa katika mkutano na wana habari. Wakili, mtandao gani? Shahidi, YouTube nilikuwa naangalia. Wakili ukabaini nini? Shahidi, nilikutana na ujumbe wa mwenyekiti wa CHADEMA akisema hakutakuwa na uchaguzi, wanaotaka kugombea wasahau mwaka huu. Alisitiza namna ya kuzuia uchaguzi ni njia ya kuleta mabadiliko, na alijihamasisha eh, alihamasisha kila mmoja awe jasiri. Wakili anauliza tena, hapa ulifanya nini? Shahidi anaendelea kwa kujibu nilivyopata ujumbe huo nikapata hamasa na kuanza kuwatafuta viongozi walioko Songea ili tujue, eh, litakalo endelea. Wakili nauliza swali hapa, kingine kilichoendelea? Shahidi anajibu, nilimtafuta Esa Usaidi, mwenyekiti wa vijana wa Songea, kwa ufafanuzi zaidi. Alinieleza atafanya mawasiliano na viongozi wengine, na ilipofika tarehe saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano E, alituambia tutoe michango ya yari na mimi nilichangia elfu kumi. Hiyo michango ya yari naitwa tone tone. Wakili anauliza mwendelezo wa ziara ya mwenyekiti wa, wa Chadema Taifa ulikuaje? Shahidi anajibu niliendelea na shughuli zangu nikiwa nasubiri tarehe kumi ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano, ambayo itakuwa ndio siku ya mkutano na tuliwaambia hivyo sasa tarehe tisa mwezi wa nne nilipata taarifa kuwa amekamatwa mwenyekiti Lissu, na kwa vile sikuwa na taarifa za kutosha. Wakili anamuuliza kwa hiyo ikawaje? Anajibu shahidi, nilijiandaa tarehe kumi mwezi wa nne, ili asubuhi wa ili niende kwenye mkutano na kupata ufafanuzi wa nini kimeendelea hadi mwenyekiti kukamatwa. Nilipofika mjini nikakutana na polisi wengine, wakawa wanatuambia hakuna mkutano siku hiyo. Wakili anauliza ikawaje? Uh, shahidi anasema nikaona nielekee ofisi za chama, maana tuliambiwa makamu mwenyekiti wa chama atakuwa anazungumza na wanachama pale ofisini. Wakili anamuuliza makamu mwenyekiti anaitwa nani? Uh, shahidi anajibu ni John Eche. Wakili anauliza nini kiliendelea baada ya hapo? Shahidi anajibu tukiwa pale ofisi za chama, wakati tunasubiri mheshimiwa H azungumze, wakaja polisi na mimi nilikamatwa katika tukio hilo na kupelekwa kituo cha polisi. Naam, ni mwendelezo wa shahidi P2 na Lissu hapa mahakamani. Stay tuned kwa sehemu ya pili.